Chadema au chama chochote hakina hati miliki ya kweli, hakimiliki hakimiliki ya namna ya kuiendesha. Tanzania haimilikiwi na Chadema, inamilikiwa na Watanzania wote. Inawezekana kwa mtazamo wao madai wanayoyaleta kwa mtazamo wao, kwa jinsi wanavyoona wao, yanaweza yakawa sawa, lakini sio lazima yawe sawa kwa kila mtu. Mabadiliko ya nchi sio familia. Mabadiliko ya nchi, nchi ni taifa. Tunapozungumzia taifa, tunazungumzia social stability. tunazungumzia political stability. Tunazungumzia economic stability. Hatuzungumzi kipengele kimoja. Jamaa zangu hawa wanaangalia swala tu la kutaka madaraka. Mabadiliko katika taifa, mabadiliko ya mfumo katika taifa, siyo familia. Kama una duka lako unaamka asubuhi unageuza meza zilikuwa huku unapeleka huku, nina lazima zungumzia mabadiliko lazima uliangalia taifa kwa mapana. Tunahitaji mtengamano, tunahitaji uchumi, tunahitaji kuwe na utulivu katika nchi. Huwezi kuwasikia wakizungumza matatizo ya wananchi kuhusu kilimo, hutawasikia wanazungumza matatizo ya afya katika nchi hii, hutawasikia uboreshaji wa usafiri wa anga katika nchi hii. Huwezi kuwasikia wakizungumza jinsi ambavyo, jinsi ambavyo Samia rais wetu ameboresha usafiri wa treni. Wanazungumza kipengele kimoja kitakachowafanya wao waingie madarakani. Ndugu zangu, wapuuzeni hawa tun utulivu tulio nao ni jambo la kwanza na la muhimu, ili tuweze kusonga mbele. Kuna mabadiliko mengine ambayo wanadai, ambayo siyo kweli, kwamba serikali haijafanya. Nimesema nigirajo, hatuwezi kuyafanya yote kwa wakati mmoja. Mwanzoni wakurugenzi wao ndio walikuwa wanasimamia uchaguzi. Mabadiliko haya yamewaondoa sasa. Zamani ilikuwa huwezi kumpigia rais kura hatukiwa popote, pamoja mumejiandikisha. Leo uchaguzi wa sasa, ukijiandikisha, utampigia kura rais popote ulipo. Mwanzoni sheria haikuruhusu, watu walikuwa akiwa mgombea mmoja alikuwa anapita bila kupingwa, lakini leo huyo anayekuwa mgombea mmoja anapigiwa kura ya hapana. Na ndiyo, hayo ni mabadiliko, na tunapokwenda kufanya ni baadhi ya mabadiliko tunapokwenda kufanya chaguzi, au tunapo negotiate kuhusu mabadiliko, sio lazima upate yote. Ninawasihi ndugu zangu wa Mbeya, mimi nimekuweko huko, nimekuwa mbunge miaka kumi. Hatuwezi kuwa na chama cha siasa ambacho kinajulikana kwa kupinga tu, kinajulikana kwa kupinga tu. Chadema na vyama vingine wanajulikana kwa kupinga. That's what they are known for. Chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kinajulikana kwa kazi zinazofanya kushughulika na maisha ya Watanzania.